Tunapoteza e, mchezo wa nusu fainali e, dhidi ya wapinzani e, kuna kwa ambavyo wewe umeona fatiki labda imewasumbua wachezaji wetu, kucheza mfululizo, kusafiri, vitu vya namna hiyo, na mchezo mzima kwa ujumla ambavyo umeuona, kwanza usingetegemea e, kupata matokeo mengine ya aina yoyote ile katika mechi hii e, kulingana na ratiba ambayo tuko nao, njia pekee ya sisi kupata kucheza vizuri katika mchezo huu, labda kama wachezaji wetu angekuwa wanatumia mashine mashine ya umeme au tungekuwa tuna wachaji pengine, ili wapate nguvu upya, lakini kimiili ya kibinadamu walichokifanya leo, wachezaji wetu wamejitahidi pakubwa sana. Ni ratiba ngumu ngumu, kweli kweli, mechi tatu ndani ya siku saba pekee, na ni mechi tatu ambapo ndani yake kuna mechi ya fainali ya Kafu top class. Mechi umecheza, baada ya hapo unapumzika siku mbili, mechi nyingine, siku mbili, mechi nyingine. Na mechi zote tatu zimepigwa katika miji tofauti tofauti. Maana yake, wakati unapumzika siku mbili ili ucheze mechi nyingine ndani ya siku mbili hizo hizo. Kuna siku moja ya kusafiri, sio kama tunajitetea, lakini hiyo ndio reality, na tangu mwanzo tulisema ya kwamba hii ratiba ni ngumu kweli kweli, lakini kwa kuwa sisi ni professional club na ni timu kubwa, tutaishi tuta na nayo kadri tutakavyoweza kuishi nayo, na kweli tumepambana nayo kadri tunavyoweza kupambana nayo. Wachezaji kama binadamu wamefikia ukomo wao na hatimaye leo wamecheza kwa kiwango ambacho wamecheza. Mwili wa binadamu ukicheza, anakuwa kwenye nafasi ya kufanya makosa mengi, na ukichoka, unakuwa kwenye nafasi ya kufanya makosa mengi, na leo tumeshuhudia makosa mengi kweli kweli, makosa yale, kwa sababu mentale watu hawako sawasawa na fizikale watu hawako sawasawa, wamechoka mili na akili tegemea makosa mengi, na mtu akichoka, vilevile tegemea e, majeraha kuwa mengi kweli kweli. Shomari Kapombe hajasafiri naye kwa sababu ya majeraha. Musa Kamara amecheza kidogo, ameumia kwa sababu ya majeraha. Hatebali kadhalika majeraha lakini kama haitoshi eh, sabu nyingi zimefanyika hii leo ni kwa sababu wachezaji walikuwa wanaumia, wanafanyiwa majeraha. Valentina Uma ameshindwa kuendelea, mwalimu amefanya mabadiliko kwa sababu ya majeraha. Kwa hiyo hakukuwa na namna nyingine tobi leo tungepata kitu kingine cha ziada zaidi ya hiki ambacho tumekipata. Kwa hiyo tume, tume, tume, tumepoteza, lakini hatuna wa kumdai yeyote, sio wachezaji, sio benchi la ufundi, wamefanya kila wanachoweza kufanya. We shabiki tu unachoka kuja kuishangilia timu yako kila siku ndani ya siku saba uishangilie timu yako mara tatu. Wewe tu mwenyewe unachoka, mchezaji anayecheza kwa dakika tisini inakuwaje? Kwa hiyo hakuna wa kumlaumu, na kwa msimu huu sisi tumeshafanikiwa. Yani hapa mengi yanayoendelea ni bonus, ni bonus, ni bonus. Hapa yanayoendelea ni mwalimu ana, anafanya finalization ya kikosi chake, afunge kikosi, tuangalie msimu ujao tunafungua vipi kwenye masuala ya usajili, maisha mengine yaendelee. Pamoja na kwamba yote ambayo yanaendelea hivi sasa ni bonus, baada ya kwamba tumeshafanikiwa kama taasisi, lakini bado tunalitolea jicho kombe la NBC hili. Ndio kombe, ndio kombe kubwa zaidi, lakini kama haitoshi ratiba inatupa sisi matumaini ya kupambana na kuchukua kombe hilo. Kilichopo mbele ni mchezo dhidi eh, ya watani eh, tarehe 15, lakini hapa kuna mapumziko mafupi. Timu inarejea moja, moja, kwa, eh, moja kwa moja kambini au taarifa zikoje kuelekea huo mchezo wenyewe? Hapa kuna FIFA break wachezaji uh, wata, wataenda kutumikia timu zao za taifa mm. Na wale wengine ambao hawapo kwenye majukumu hayo watapumzika, wata, wata uh, wakishapumzika, ratiba itatoka baadaye, tutarejumu kwa ajili ya kuanza maandalizi ya tarehe 15. Sisi tunayo furaha kubwa kupata hii break ambapo wachezaji wetu watakwenda kupumzika, kupumzisha mili na akili, lakini baada hapo mwalimu atapata muda wa kuanza maandalizi kuelekea kwenye mechi yetu ya tarehe 15. Mechi hizi mbili ambazo tumecheza hapa timu haikupata muda kabisa wa maandalizi. Kwa mfano, tumecheza mechi tarehe 10, tarehe 20 na tarehe 28, tarehe 29, 29 tukasafiri kutoka Arusha kutoka Dar es Salaam kuja Arusha. Jioni ya safari, wachezaji wakafanya recovery ya barafu na vitu kama hivyo. Huwezi kufanya mazoezi ya kiufundi ya kimbinu na, na, na, na, na, na, na, na mazoezi magumu ukiwa umetoka kucheza mechi ya kiushindani. Kwa hiyo ile siku ikapotea kwa safari na recovery. siku iliyofuata tarehe 30 ikawa ni siku ya mazoezi ya mwisho. Mazoezi ya mwisho vile vile na wenyewe huwa ni mazoezi mepesi, kuweka mili sawasawa, mwalimu kuwakumbusha wachezaji kitu gani cha kwenda kufanya katika siku husika. Huwezi kufanya mazoezi magumu vilevile kwa sababu kesho yake una mechi. Kwa hiyo hadi tunakuja uwanjani hapa kwa raha, mwalimu hajapata muda wa kutengeneza mipango yake ya kiufundi kuelekea katika katika mchezo huu, ndio maana matokeo yametokea hayo. Kwa hiyo kuelekea mechi ya tarehe 15 mwalimu atakuwa na muda wa kutosha wa kuandaa programu yake sawa sawa, kuelekea katika mchezo huu, ndio maana we are very confident ya kwamba tarehe kumi na tano mwalimu pamoja na wachezaji watakuwa wameshafanya maandalizi yote ya kitaalamu, ndio maana tuna uhakika na NBC. Yes, ndiyo mechi yetu ya ubingwa e, kwa sababu tukishinda hiyo tunakuwa tumempita mpinzani wetu kwa alama mbili na tunakwenda kumalizia mechi zetu mbili ambazo kwa ubora tuliokuwa nao tunaamini kabisa atakwenda kupata ushindi na kuchukua ubingwa wa NBC. Nashukuru sana. Na kimsingi tuna kiu sana na ubingwa wa NBC. Hapo urudie sasa vizuri eh? Kimsingi tuna kiu kubwa mno na kiu yetu kubwa sana msimu uh, huu ni ubingwa wa NBC. Kwa hiyo bado hatuko mbali na mafanikio yetu msimu huu, ubingwa wa NBC ndiyo our main target, kwa sababu tuna muda mrefu hatujaochukua na uh -huh. Yani wanajitekenya wenyewe wanacheka wenyewe. Yani, ujue ukianzisha uki, uki, uki, vita na Simba una hata shida, yani mwenyewe ataanza kuwa wanajeshi wake mwenyewe, atajipa sumu ata mm. ajiue mm. n yani, hebu angalia vitu wanavyofanya, wanazidi kutupa furaha tu sisi hivi mm. kweli, rafiki yangu, yani mechi kama hii unaenda kupigwa chuma tatu first half, sikina anaenda kumpiga chuma tatu, <laughs> tatu. Yaani mechi tunaona kabisa hii ni refreshment. Sawa, ya mechi na Berkane hii ni reflection na mechi na Berkane. Kwa nini? Aggregate ilikuwa tatu moja, tunakishuhudia hii mechi imetoka yeah, tatu moja hmm, kwa hiyo walichofanyiwa sawa hmm, na refa wa FIFA ndio wanavyofanyiwa leo na refa wa FIFA, kwa hiyo matokeo ya FIFA dhidi ya Simba Sports Club ni tatu hmm. moja wanasema Simba kwa namna ambavyo imetolewa baraka eh, inazungumziwa Simba imechoka eh. Kwa namna ambavyo mechi mfululizo ni kweli tunaweza kusema kwamba eh, Simba anaweza kujificha kwenye kivuli. Ah, sisi ni watu wa mpira, kitu kama hicho huwezi kukikataa, kwa sababu ni kweli kuna uonekano kwamba Simba eh. Wamechoka na iko kitu kilitutokea hata sisi Young Africans, kama mnakumbuka uh -huh. Tulichezeshwa mechi nyingi hivyo hivyo ndani ya muda mfupi mm. Lakini hatimaye sawa, tuliweza kuzicheza na mwisho wa siku tukapata matokeo mm. Kwa kuchoka sio isho. Issue, issue ni kwamba uwe ni timu kubwa inabidi uwe na kikosi kipana ambacho kitaweza kukufanya uweze kufanya rotation. Wamefanya rotation Simba, sawa. Kuchoka kwao haiwezi kusema wakatumia kama sababu au excuse katika mechi ya leo kwa sababu wamefanya rotation ya kutosha. Kilichotokea ni kwamba Simba na Singida, Singida ana ubora na ana quality kubwa kumzidi Simba. Kilichotokea Simba na Singida simba na singida singida ana quality bora kumzidi Simba, huo ni ukweli. Lakini tu kwenye NBC ni kwa sababu ya marefa wetu na na maelekezo, lakini tungekuwa tunachezesha mpira kwa haki, tungekuwa tunachezesha mpira na marefa wa FIFA kama alivyochezesha Ahmed ya Rajiga, mi nakwambia hata siku moja hawezi kufungwa na Simba quality ya wachezaji waliokuwa Singida Big Stars, wanaweza kuwa Simba, wanaweza kuwa Azam, wamezidiwa kwa quality na Young Africans, lakini kwa Simba na Azam, mimi naona yani ina quality kubwa kuliko hizo timu mbili. Kwa hiyo kiuhalisia kabisa, tunaona wali deserve kupata matokeo haya, tangu katika mechi ya NBC Premier League, ni kwa sababu ya marefa, hujuma za marefa, na tunashuhudia ndugu zetu, kadi mechi zinavyoendelea kucheza, wanazidi kufanya makosa, wanazidi kufanya mambo ya ajabu, mambo ambayo sio ya mpira. mm -hmm. Leo wamewapiga ma uh, lesmeni na machupa. mm -hmm. Sawa. mm -hmm. Yani sasa hivi wamegeuka soka letu, wamelikalia juu, wanasema mm -hmm. eh, Singida ya kumfunga Simba wengi wanadhania kuna nguvu ya ziada kutoka nyuma kwa Singida. Hayo ni maneno ambayo siku zote huwa hayaachi kuongelewa. mm -hmm. Lakini mpira uzuri siku hizi unachezwa uwanjani. mm -hmm. eh, uzuri mpira unachezwa unamwona Shakei anavyozunguka anavyotawala dimba, unamwona Chuku anavyopiga anav... pasi za hatari, unamwona Soa anavyosumbua. Soa mwanangu, ile ni striker, striker kweli ile jamaa mwanangu, linajua kufosi. Oya ye bwana, lile jitu minali... Na mtu alikuwa anaitwa Didier Drogba enzi hizo, kama Didier Drogba, lina, lina force yani, kwamba kwanza alinapenda kufunga kwamba oya, wewe waangalie. Baada ya kutoka Jonathan Soa, Simba wakaanza kupanda juu, wakaanza kupata confidence ya kusogea kucheza zoni ya Singida. Kwa sababu gani? Walijua kwamba hapa kuna nani, Jonathan Soa tayari ameshatoka, kwamba ni mchezaji hatari. Mchezaji hatari siku zote huwa anaonyesha madhara, na madhara sio tu kufunga. Jonasani anafunga, lakini pia anawanyima uhuru mabeki au, au safu ya ulinzi ya, ya, ya timu pinzani kuwa huru kupandisha timu. Kwa hiyo nimeshuhudia mechi ambayo kiukweli hizi laza tulitakiwa tuzipate katika mechi ya NBC. Wanasema Singida angekuwa anaonyesha upinzani huu eh, mechi zote za ligi kuu soka Tanzania bara, huenda angekuwa mabingwa wa ligi Wanasema Singida inavyokutana na Simba inakuwa ni Singida tofauti ambayo inakutana na Young Africans. Ni kweli Baraka, kwamba Singida inavyokutana na Simba ambavyo inacheza na Young Africans ni vitu viwili tofauti. Mi nadhani washabiki wa Simba au nyinyi waandishi wa habari wa mngeanza kuliona kwanza mm. sawa la Simba kuchezeshwa na marefa wa FIFA mechi zinakuwa ngumu kabla ya kutoa excuse kama hizo kwa sababu wewe angalia mechi zote ambazo marefu wanakuwa ni wa FIFA, wana beji za FIFA, Simba ana struggle. Simba hawezi kupata matokeo kwa refa ambaye amenyooka na, na, na ana maamuzi inaonekana na analidhirisha, ili kila siku unaposema Singida eti ana ana nini ana, anawakazia Simba. Kwa hiyo unataka uingie uwanjani kulegezewa sisi mbona, ukicheza na JKT wanauma meno namna hii, lakini je, matokeo hatupati? Ni kweli, umekiri kwamba Singida inakuwa ni tofauti. Hakuna cha utofauti, ni kwamba wao tu mindset zao na perception zao, washazoea kudekezewa, washazoea kulegezewa, kutengenezewa mazingira ya no. kupata matokeo no. Wakutana na mtu ambaye anaamua kukupata matokeo, wanalalamika. Wekezeni, endeleeni kujenga kikosi. Hii finali ya kati ya Africans na Singida itakuwa ni finali ya ovyo, kwa hiyo kuiona ndani ya ligi kuu. Kumalizika dakika 90 pale Tanzanite, kwa raha mchezo wa nusu finali kombe la CRDB, nipo na Yusufu hapa. Kwa namna ambavyo tumeutazama mchezo huo uh, ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Simba amepoteza kwa mabao matatu uh, kwa moja chini ya Fadlu Davis. Uh, Yusufu upo vizuri? Ah, mi niko vizuri namshukuru Mungu. Mtazama mchezo Simba zidi ya Singida Black Stars pale Tanzanite, kwa raha Simba amepoteza kwa mabao matatu kwa moja. Ee, awali tulidokezana mimi na wewe kwamba huu mchezo utakuwa ni mgumu sana kwa Simba na huenda Simba akapoteza huu mchezo na uh, kilichotokea hivi sasa utabiri umefanikiwa lakini pia ni kwanini uliona Simba leo kama itapoteza? Tuanzie hapa kwanza. Ee, tulidiscuss mambo mengi sana kuhusiana na Simba kwanini uliona Simba itapoteza huu mchezo? Ya yeah, kwanza ni aina ya kikosi ambacho alikuwa anakwenda kukutana nacho. Mm. Nafikiri hakuna ambaye anapinga ubora ambao Singida Black Star nao. Mm. Nafikiri kuna hata hizi timu kubwa kwa maana Azam FC, Simba, Yanga Africans mm, kuna baadhi ya wa wachezaji hawastahili kuanza mbele ya kikosi cha Singida Black Star. Mm. kwa maana kwa madaraja ambayo Singida Black Star nao mm. Na kuna baadhi mm -hmm. ya wachezaji ukiwatazama kwenye hizi timu kubwa mm, unaona ni mara mbili ya kile ambacho Singida Black Stars wanacho. Yes, nafikiri unatazama namna ambavyo walikuwa bora kwenye eneo la katikati mm -hmm. Emmanuel Keki mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na nyakati nzuri sana mm -hmm. Anafanikiwa kuondoka kama man of the match manake mm. Si kwa bahati mbaya ni kulingana na ubora ambao amekuwa nao. Mm. Lakini mbali na hapo unatazama namna ambavyo uh, approach ya Simba ilibadilika kwenye mchezo wa leo. Mm. Nimewahi kuzungumza kwamba Simba ina kikosi si, si timu ambayo ina kikosi kipana mm. Lakini na kikosi cha wachezaji wapambanaji. Sasa inavyotokea wanakosekana kwenye hiyo levo ya kushindana, maana yake tegemea mawili. Mm. Uh, Simba ni timu ambayo inategemea fomu ya mchezaji. mm. Na ndio maana kwenye mchezo wa leo natazama anaanza mchezaji kama Duchu Kameta mbele ya Mohamed Hussein mm, ameshindwa kutoa kile ambacho Mohamed Hussein amekuwa nacho, sio unatazama kwenye eneo la Valentino Nouma, of course amekuwa na nyakati nzuri sana lakini uwezi kumweka daraja moja na Mohamed Hussein. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi, Singida Black Stars walistahili walistahili kushinda mchezo wa leo, na hadi hivi sasa kinachoonekana kuna asilimia kubwa sana msimu huu tusione dabi ya mkondo wa pili, mpaka hivi sasa kuna asilimia mia moja. uh -huh. Uh, dabi ya pili mkondo wa pili sicheze. Uh, Yusufu umeitazama mechi ya Simba. Uh, Simba kuna namna huu mchezo umepoteza, lakini si Simba wale ambao tunawafahamu. Uh, pengine ubora wa Simba leo umepungua. Shida inatokana na nini hasa? Kwanza ni fatiki. Eh, wanatazama wachezaji wametoka kwenye mchezo wa kombe la shirikisho. Nafikiri walitumia nguvu kubwa sana kwenye ule mchezo mm. Lakini pia nafikiri kutolewa kwenye ile hatua, kwa maana kushindwa kutoa taji. Kuna asilimia kadhaa imewatoa mm. Simba mchezo na ndio maana unatazama mabadiliko ya kila ambacho wachezaji wamekuwa nacho kwenye mechi hizi mbili ambazo wamecheza, wanaonyesha kwamba ni kama hawaonyeshi ule ushindani ambao wamekuwa nao before. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri uh, kwa aina ya kikosi ambacho Simba anacho mm. anastahili kwenda kuongeza uh, quality ya wachezaji, kwa sababu kama utaenda na kikosi hiki hiki msimu ujao, maana yake kuna asilimia chache pia za kufikia malengo ambayo anayahitaji, kwa sababu wanatazama namna ambavyo hata wanacheza Jean Shalea huwa mm. anamaliza dakika tisini mm ajatengeneza nafasi yoyote ya wazi ukiachana na faulu ambao amepiga, si Joshua Mutale, lakini pia eh, Kibisa wale Limpanzo baada ya kuingia mm. ufanisi ambao amekuwa nao kwenye namna ya kusapoti kile ambacho kocha anakihitaji, lakini okay. pia baada ya Simba kufungwa mabao mawili kipindi cha kwanza nafili mm. kuna namna ambavyo iliwapunguzia ile shauku ya kuishinda mechi, sababu natazama uh, baada ya goli la uh, Ali Salim kufungwa lile, kwa maana goli la pili mm ni goli ambalo kwanza uta mlaumu kwa kile ambacho ameonyesha kwa maana ni udhaifu wa hali ya juu kwenye namna ambavyo aliweza kukontrol mpira na pale ambapo aliupeleka, lakini pia wakuja kwenye goli la pili eh, kwa maana goli la kwanza ambalo limefungwa na Sowa, maana yake utakosoa ile